Jambo mpenzi mtazamaji, na wakati mwingine nimerudi, ili tuweze kuzungumza. Nilisema kwamba kama hatuzungumzi kuna watu ambao watatuzungumzia na wakituzungumzia, kile ambacho watakizungumza kitakuja kutuadhiri sisi kama Waafrika. Haya ambayo nalizungumza kwa siku ya leo ni maoni yangu, ni kitu ambacho mimi nimekaa chini nikakitafakari nikakifikiria. Kwa hivyo ni maoni yangu ambayo nayazungumza na, na kile ambacho nazungumzia ni kile ambacho kilianza wakati wa zamani sana, walianza na kusema kwamba Afrika idadi ya watu inaongezeka na kuongezeka kwa idadi ya watu, walihitaji kwamba kupunguza ile idadi. Lakini kwenye upunguzaji wa ile idadi ilikuwa ni mojawapo kutafuta kile ambacho walikihitaji kwa minajili ya kusema kwamba ni hela ambazo wanazitafuta. Kwanza walianzia mwanzo, wakatuambia, kwanza, Afrika tunahitaji kupunguza idadi ya watoto ambao wanazaliwa, kwahio wakatuletea contraceptive measures ambazo walisema zitatusaidia kupunguza idadi ya watu wakatuletea vitu kama vile condoms, wakatuletea dawa za kupanga uzazi na mba, lakini baada ya kuleta hizo dawa katuambia kwamba hizo dawa zina asilimia labda tisini na tisa kufanya kazi kwa ukamilifu, lakini asilimia moja, wakatuambia ni ile labda mtu akipata ujauzito ni kwa bahati mbaya. Lakini kama hiyo ujauzito utaingia kwa bahati mbaya, kitu ambacho utakitumia na kitu ambacho utakifanya kuweza kujiokoa ni kufanya abortion, ni kutoa ule ujauzito. Na bila wao kuzungumza na kuenda sana, wakatuambia kwamba ni heri sisi kama binadamu tuweze kutoa ujauzito ili tuweze kupunguza idadi ya watoto ambao wanazaliwa. Hawakukomea hapo, hawakuishia hapo. Sasa baada ya hizo njia zote walizo zileta kwetu kukosa kufanya kazi, ndio kwanza sasa wakatuletea kwamba wanaume kwa wanaume, wanawake kwa wanawake, ili kupunguza idadi. Hiki ni kitu ambacho kilipangwa zamani sana, maana mwaka wa elfu moja mia tisa sitini na tatu kulikuwa na 45 communist goals na mojawapo ilikuwa ni kufanya homosexual ikuwe normal kwa binadamu. Ndio sababu siku hii na kama leo tunazungumza sana kuhusiana na mapenzi ya jinsia moja. Hii ni mojawapo wajia ambazo watazitumia kupunguza idadi ya binadamu ulimwenguni bila kujali adhara ambazo binadamu atakuja kuzipitia. Hawajali, bora kwao wanapata kile ambacho wanakitaka borake wanapata hela ambazo wanakitaka, na ndio maana nataka kama Afrika tuweze kuzungumzia hali hii. Maana hii hali inatuadhiri. Hiki ni kitu ambacho kimetoka huko uzunguni kakuja kwetu Afrika, ikaenda kinyume na mila na tamaduni zetu kama Waafrika, na pia kikaenda kinyume na dini. Maana ukiangalia Afrika imejikita kwenye misingi ya kidini. Je, kama nilivyouliza mwanzo hiki ndicho ambacho tulikitarajia? Hapo ndipo ambapo tulipanga kufikia kama binadamu? Hiki ni kinyume sana na maadiko ya Mwenyezi Mungu, ni kinyume na kila kitu ulimwenguni. Sisi kama Waafrika tunapaswa kuungana mkono, tunapaswa kukipinga kwa njia zote, maana kitakuja kutuathiri sisi kama binadamu, maana mimi kuniambia kwa mwanaume mwenzangu ni kama uchukue chukua, uchukue kwa mfano, uchukue aa wanaume kwa wanaume, wapeleke jangwani baada ya miaka kama hamsini, ni kipi ambacho kitatokea? Hawa watu wote watakufa, lakini akutabakia hata uzao mmoja. Na hiyo ndio hali ambayo shetani anaitumia kumaliza kizazi cha Mwenyezi Mungu. Tutafakari na tujiadhari na vitu ambavyo tunaletewa, tujiadhari zaidi na zaidi, ili tusije tukakuja kutumbukia kwenye lindi la shetani, tusije tukaanguka kwenye mitego ya shetani bila kujua, tukisema mimi naitwa William Kideka.